maliza mechi salama, na lengo letu kubwa ilikuwa ni qualify kuingia katika stage nyingine. Haikuwa mechi rahisi, ilikuwa moja ya mechi ngumu, lakini as long as tumeenda tume, tume tume, tumesogea katika nafasi nyingine, tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kujaribu kurekebisha kile ambacho kimeonekana especially kwenye offensive side, na naamini kwamba itakuwa bora zaidi baadaye. Uh, Simba imetengeneza nafasi za kutosha ambazo zilikuwa zina uelekeo wa kuweza kupatikana magoli, tunazoita zile possibly clear chances, lakini wameshindwa kuwa na utulivu. Ni nini shida? Bado pressure iko juu kwa wachezaji. Nafikiri kazi yangu moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba natengeneza nafasi, tunashinda hii imechi. Na nafikiri mi me, kama me mwalimu, nimeweza kufanikiwa kiasi fulani. Ni swala la composition kwa wachezaji, ndio maana nimesema tumetengeza nafasi, the first priority, lakini kitu cha pili ni cha kufanya kazi ni kuzitumia zile nafasi ambazo tumezifanya. Narudi katika uwanja wa mazoezi na naamini baadaye tutakuwa tuko vizuri. Mwalimu, okay. Eh, binafsi yako nadhani kutokuwepo kwenye benchi ya ufundi kwenye mechi ya kwanza umekuia ugumu ama kuna tofauti gani umeona? Of course ilikuwa ni ngumu uh, ukilinganisha na uh, ule muda ambao nimepata kwenye timu. Nimekuja siku mbili mechi, siku mbili mechi. Ni kitu sio kitu cha rahisi. So, kidu ja raisini, so mwa... Yaani sio kitu cha rahisi kabisa. Maana mmejitoa mhanga. Lakini as long as nimejiamini kwa sababu ni all the time niko ni kwenye national team na nakutana na hali kama hii. Baba nafikiri ni kitu kizuri kwa sababu ya sema na kusogea katika stage nyingine sio? Hakuna mchezaji mmoja mmoja, kwako inakupa moyo. Bado bado na nafasi ya kupush. Individual performance sio nzuri, to be honest. Tunahitaji kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha tuna increase performance ili kuweza compete na watu wengine. Bhora kutoka nchini Zimbabwe ndio mpinzani aliyepo mbele. Tazama na Simba inapocheza hivi sasa nafasi ya kwenda group stage. Ah, mimi nafikiri Simba amekuwa zoefu wa mashindano sio, na naamini kwamba kila ambapo wanacheza wana wanasogea zaidi. Ni swala la kurudi kuhakikisha kwamba ku train, na naipa nafasi Simba kwamba inaweza kwenda stage nyingine. Utakuepo kwenye mechi ijayo uh? <laughs>